Lakini la pili ni kushukuru maalum kabisa kwa kuendelea kutulea kupitia mfuko wetu huu wa ZSSF, ambao ni dhahiri kabisa katika kipindi cha miaka mitano ulioiongoza Zanzibar umeweza kufanya mambo makubwa sana. Mfuko huu mheshimiwa, umeweza kuongeza uwezo wake na kuwa na ukwasi wa jumla ya shilingi trilioni 1.36 ikiwa ni zaidi ya mara nne ya kiwango ambacho ilikuwa nao wakati ulipoingia madarakani. Katika katika aseti hii Mheshimiwa Rais, mfuko umeweza kuwekeza katika soko la hera jumla ya shilingi bilioni 800 na ziada kidogo lakini pia umeweza kuwekeza katika majengo na aseti mbali mbalimbali ikiwemo soko ambalo umetufungulia leo kwa jumla ya shilingi bilioni 46. Mheshimiwa Rais, uimara huo wa ZSSF umeweza kuupa uhimilivu wa kuweza kulipa mafao kwa wateja wake kwa maana ya wananchi wake ambao ni wachangiaji kwa miaka 50 ijayo. Mbona mpigi makofi jamani? Waiyo. Kwa hiyo kwa tafsiri hiyo, mfuko umepata nguvu ya kutoa uthibitisho na uhakika kwa wanachama wake kuendelea kulipwa kuanzia leo hadi miaka 50 ijayo. Hakuna hofu ya kupata mafao yenu, mheshimiwa. Mfuko umeongeza uwajibikaji, umeongeza uwajibikaji na kupewa daraja A katika ripoti ya Ya, ya tiara yaani msajili wa hazina, lakini pia mfuko umeongeza nidhamu yake katika utekelezaji wa kazi zake katika gradi A. Vile vilevile kwa sasa, mheshimiwa, kwa taarifa tu, mfuko unalipa mafao ndani ya siku kumi na nne baada ya mstaafu kustaafu. Haya ni mapinduzi makubwa katika taasisi yetu hii, mfuko wetu huu. Na kwa hapa, kwa kipekee kabisa naomba kwa, kwa, kwa, kwa ruhusa yako nimshukuru sana na kumpongeza ndugu yangu Nassor Shaban, mkurugenzi wa mfuko huu, kwa kulisimamia hili. <laughs> Mheshimiwa, soko hili unalofungua leo pamoja na masoko mengine yatasaidia sana katika kuongeza thamani e, ya mazao yetu, kuyapa uhakika wa masoko na kupunguza kwa kiasi kikubwa upotevu wa mazao yetu shambani, yaani post harvest losses. Lakini pia uwepo kwa masoko haya utatengeneza ajira za ziada, lakini pia kusaidia katika kuinua uchumi wetu ambao unategemea kwa kiasi kikubwa kilimo.